Basi tumetoka kuona sehemu ya school admin, mambo yote ambayo yamefanyika, tumeweza kwa wote, tumeweza kuona ni kwamba school admin, ile picha aliyobadilisha kwa sasa hivi inaonekana moja kwa moja kwenye list ya hizo shule ambazo zimeshasajiliwa, ikiwemo na ile shule yetu ya Osams Secondary School ambayo tumeisajili kama shule ya sekondari. Kwa ni kwamba hapa sasa hivi watembeleaji wowote wale, haijalishi kwamba kasajiliwa au hajasajiliwa anapokuja sasa hivi akibonyeza hapa view now, ni kwamba ana uwezo wa kwenda kuangalia zile details zetu za Osams awesome Secondary School, nikimaanisha zile school motto, description, address zote za shule, picha ambazo ameweza kuziweka. Ni kwamba labda nibonyeze tuweze kuelewana vizuri zaidi. Kwa hiyo hapa sasa hivi anapoenda kule ni kwamba a yote anakuwa anayaona, hizi kama picha ambazo nimeweza kuweka kama demo. Ataweza kuona photos za shule, ataweza kuona staff ambao wameshasajiliwa Ripoti za shule, student summary, kwa kwa ni, ni kwamba zote sasa hivi ziko empty kwa sababu bado hatujasajili wanafunzi. Kwa hiyo ni kwamba hapa sasa hivi tukitembea student summary, ni kwamba zote ziko empty, hamna kitu chochote, kalenda, vyote vyote hatujaweka. Kwa hiyo tunarudi kwenye peji yetu kule mwanzoni. Kwa hiyo sasa hivi nitaingia kama mwalimu yeyote tofauti na headmaster ambaye ameshapangiwa cheo. Nataka niingie kama mwalimu tuliye msajili na namba tatu Speratus S. Chando, huyu baadaye tutamseti kama mtaaluma, lakini kabla hajasetiwa kama mtaaluma ni kwamba akiingia sasa hivi anakuwa anaonekanaje katika system? Basi namba yake ilikuwa ni namba tatu Tunaandika S lazima tuandike herufi kubwa S 00 no, S0010 stroke yeye ni teacher stroke amesajiwa mwaka elfu mbili na kumi na nne. Alafu namba yake ilikuwa 003, kwa sababu hajabadilisha password. Password yake itakuwa ndo lile jina la pili ambapo ni Chando. Kwao tunaandika Chando, tuna, tuna login hapa. Tunasubiria subiria network kidogo. Hii hapa ndio homepage kwa ajili ya staff wote. Hapa walimu wote wanapoingia katika hii system ni kwamba hii ndio homepage yao. Hapa ni mainfo. Mainfo, maana yake hapo ukibonyeza hapa, mwalimu anapo login anaenda kubadilisha information zake. Kama labda wakati anasajiliwa, labda kama jina lake lilikosewa, au labda kuna information za ziada anataka aongeze, kwa mfano TSD namba yake anataka aweke mwenyewe, phone number, email, hapa mwalimu anaweza akaweka kwa kubonyeza edit hapa, anakuja na edit details zake, akimaliza ana save. Kama hamna basi hamna haja, alafu hapa chini anaambiwa my subjects. My subjects subjects, haionyeshi somo lolote, ni kwa sababu bado hatujasajili hata masomo, hata hajapangiwa kwamba atakuwa anafundisha somo gani. Hapa kuna change my image, tuliona tulivyoangalia staff wote kule ni kwamba wote walikuwa wamewekewa picha vivuli, kwa hiyo yeye hapa sasa hivi anaweza akaamua kubadilisha picha yake ili watu wanapokuwa wanatembelea kule basi aweze kuiona picha yake moja kwa moja. Basi na blouse nitakuja moja kwa moja, my pictures naweza nikachagua picha yoyote hapa, nitachagua labda down, hapa. Na open kwa sasa hivi na maliza na save. tukienda yake, yake itakuwa inaonekana moja kwa moja. Kama mtaaluma ambaye yeye ni namba tatu au wengine, kila mtu kwa haraka haraka. Hiyo ndio change my information. Naweza tukarudi tena katika peji yetu hapa ndio tukarudi katika dashboard au control panel. Subia network, hapa ni timetable. Akibonyeza timetable, anakuwa anaona timetable ya shule ikoje. Hizi ni zinakuwa zimewekwa na school administrator, ni kwa sababu hajaweka kwa hizo zote timetable. Hapa ni school calendar. Hapa ni daily routine, ile ratiba ya kila siku kwa shule husika. Hapa akibonyeza ni photos, ambapo ni sawa na ambapo anaweza kubonyeza hapa, ataweza kuona picha za shule. Hapa ni searching ambapo tumeona pia hata kwa administrator kule. Hapa ni school facilities zilizopo. Hapa ni results. Hapa tukija kwenye results ni kwamba sasa hivi huyu mwalimu anapoenda kwenye page ya matokeo, hapa anaambiwa upload au download. Kwa hiyo ye, yeye anachoruhusiwa kwenye matokeo either ni kuweka matokeo au kuangalia matokeo. Habari za ripoti za wazazi yeye hausiki, system haiwezi kumruhusu kwa sababu zile ni kwa ajili ya walimu wa madarasa tu ambao ndio wanaandaa hizo ripoti. Kwa hiyo tunaposema upload results lazima achague level. Shule yetu ni ya sekondari bila shaka, tutaita ni ni o level. Tunaposema kwamba ni o level anasema no o level subjects assigned for you to upload. Kwa hiyo yeye mpaka sasa hivi hana somo lolote ambalo anaweza kaweka matokeo. Na hapa anakuwa ameshawekewa mwaka, ni kwamba hapo unaruhusiwa kuupload matokeo ya mwaka husika. Yaani kama hapa sasa hivi tuko mwaka 2014 maana ni mwaka huu tu. Mwaka ukishapita uweze ukaupload matokeo ya mwaka jana au mwaka unaokuja. Basi hajapangiwa somo lolote pia. Hapa kuja kudownload, manake hapa ni kwenye upande wa kuangalia. Hapa yeye kwa sababu ni mwalimu wa kawaida, just a teacher, kama tunavyoona hapa, yeye ni teacher. Kwa hiyo habari za matokeo ya darasa wala nini, yeye aruhusiwi kuangalia kama system. Kwa hiyo hapa atachagua level, akichagua level anasema no level subject assigned for you to download. Kwa hiyo amna kitu chochote ambacho anaweza kakifanya kwa sasa hivi katika hii system mpaka pale atakapokuwa amepangiwa yale masomo. Basi baada ya matokeo, hizi ni subjects. Subjects ni kwamba amna subject ambayo imeshasajiliwa, kwa hiyo itakuwa empty. Hapa ni my schools, akibonyeza like, hapa ataenda kutembelea ile shule yake kuangalia hii information hii za shule. Hapa change password, ambapo nasisitiza kwamba unapoingia ni lazima ni vizuri na ni muhimu ukabadilishe password yako, la sivyo watu wanaotembelea kula kuchukua ile ID yako akachukua na second name yako, anaweza kazitumia zile data na ka login wewe kama wewe. Lakini kwamba unapologin mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka zikafika tano kabla hujabadilisha password yako, ni kwamba system itakukatalia moja kwa moja, hautaweza tena kuingia mpaka uende muone school admin kwa ajili ya kulikapa password yako kama tulivyoona kule. Hapa ni sehemu ya log out. Hii ni sehemu ya teachers attendance. Hapa ndo mwalimu ambapo ana sign. Ngoja tuone pakoje. Sasa hivi anaambiwa kwamba there is no pen. Tuliona kule kwa school admin kwamba usipo ruhusu asipo ruhusi kompyuta ni kwamba mwalimu pia awezi kutumia hii kompyuta kusaini kama pia tuliona katika maelezo ya kule awali. Kwa hiyo mpaka school admin kula ruhusu, akisha ruhusu, basi na hapa anawekewa button ambayo ya kibonyeza inachukua muda wake ambao ameripoti kazini, inaweka pale akitaka kuondoka, kwa sababu inakuwa imesha rekodi muda wa kuingia kazini, baadaye ina rekodi muda wa kwenda kazini. Yeye ndo mtu wa kwanza sasa hivi kuingia kama mtu wa kusaini, ndio maana sasa hivi ndio kuna jina lake, lakini ingekuwa kwamba kuna walimu ambao wameshatangulia kuingia basi angekuta wamesha saini na wanaonesha mida ambao na wenyewe wamefika, kama ambavyo huwa tunaona katika vitabu vya kusaini kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo kitu ambacho anaweza kufanya labda sasa hivi ni kusaini, kubadilisha information zake na kuangalia details mbalimbali kama hizi picha. Kwa hiyo kumbe basi bado kuna umuhimu wa kuingia kwanza kabisa kama headmaster ili naye afanye setting zake. Kwa hiyo tuna log out, tunaingia kama headmaster ambayo yeye tayari kashapangwa na school admin. Tuna log out, tunaingia kama headmaster. Headmaster hii namba yake ilikuwa ni namba moja, ni S0010 stroke naweza tukachukua hii hapa lakini yeye namba yake ni namba moja, yeye tulimsajili kama muhikwa S muhikwa. Kwa hiyo password yake ni muhikwa, tuna login hapa. Tukisha login paneli ni ile ile, lakini ukija kuangalia kwa sababu yeye sasa hivi cheo chake ni tofauti yeye ameingia kama headmaster. Tunaona kuna kitu kimeongezeka, settings pia na registration. Tutaona registration baadaye, hapa ni kwenda kusajili wanafunzi, kwa sababu school admin yeye anahusika na staff tu, alafu hapa ni settings. Kwa hiyo tunachokifanya cha kwanza ni setting, kienda setting. Page yake ya settings inatuambia kwamba aseti staff title. Kwa hiyo sasa hivi ndio wale walimu ambao walisajiliwa wali, wali, wali na school admin wote sasa hivi title zao ni teacher, teacher, teacher, teacher. Kwa hiyo yeye sasa hivi anachofanya yeye anaanza kupanga nani awe makamu wake, nani awe mtaaluma, nani awe mwalimu wa madarasa. Kwa sababu walimu tulionao ni wachache wapo watano, sasa hivi tayari wamebaki wanne, maana yake yeye tayari ni headmaster aweze kujipangia tena title. Ndio maana majina yapo manne la kwake halipo. Basi, Makamu mkuu wa shule, deputy headmaster au headmistress, tutakuwa tutampa yule namba mbili ambayo ni Felista J Mkagonza. Basi tunakuja tunamselect hapa Felista Mkagonza, jina lake linaingia, tuna save. Kwa hiyo kwa ku save tu tayari kashakuwa deputy headmistress, na tunaona kwamba title yake sasa hivi imesha change, badala mwanzo ilikuwa ni teacher. Tunarudi hapa, tunakuja nani awe academic academic ni yule mwalimu ambaye aliingia mwanzoni wa namba tatu ambaye ni Spratus S Chando. Spratus S Chando namba tatu, tunamselect jina lake linakuja hapa, tunasave. Tukisave tunaambiwa kwamba sasa hivi ni academic master huyu, kwa kweli tunaambiwa ni headmistress. Tunakuja tunachagua deputy academic master, kwa sababu walimu hawatoshi hapa, sitachagua deputy, ila sita nitaenda kwa mwalimu wa darasa moja kwa moja. Mwalimu wa darasa, inabidi nichague ni level gani na ni darasa gani koo, naweza nikachagua darasa lolote. Nitachagua kwa mfano form 3, kwamba atakuwa ni mwalimu wa darasa la kidato cha tatu, na wanafunzi watakao wasajili nitasajiliwa form 3 kwa ajili ya demo. Basi huyu class teacher atakuwa ni Halinda Mgoha, na mselect jina lake linakuja na save. Kwa hiyo tu ni tu simple simple. Baada ya hapo huyu mwingine nitamwacha endelee kuwa teacher kama teacher, sitampa title nyingine yoyote kwa sasa hivi. Tuna headmaster, deputy headmistress, mwanamke kama wake manake, academic class mistress, kwa sababu ni Alinda, alafu na teacher. Kitu kingine ambacho mkuu wa shule anaweza kukifanya ni kuregister ofisi walizonazo, labda wana staff room, kama wana ofisi nyingine hapa hapa anasajili. Okay, tunaweza tukasema wana library Tuna save, tukisave inajiongeza pale tayari ya library. Kama labda wana store, tuna save kwa inajiongeza kwa hizo. Anakuwa anaongeza ofisi ambazo wako nazo pale shuleni. Kama niliandika vibaya, naweza nikaja hapa nikabonyeza edit, nika edit hiyo ofisi kama labda niandika vibaya. Kama okay na cancel, inaachana nayo. Basi anakuwa ninda kwa sajili hizo ofisi walizonazo. Okay, tukaongeza nyingine tukasema labda Lab. Battery. Nanyina, save. Kwa, kwa sasa hivi inatosha. Tuna sehemu ya kuchange status ambayo baadaye haijaisha. Kwa sasa hivi hapa anakuwa na uwezo wa kuchange status za wanafunzi na walimu, nikimaanisha kwamba labda kama wanafunzi kama kaenda shule nyingine na change status kama labda ni inactive, ni mtolo, amekuwa suspended na mambo mengine ambayo tunayafahamu hapa ndani, ni sehemu ambayo atakuwa na change status. Kwa mpaka sasa hivi headmaster kashamaliza setting zake, anajiona kwamba sasa hivi ni Mr. Muhikwa Muhikwa kama headmaster. Tunarudi kwenye dashboard. Na pengine kabisa tuna log out ili sasa hivi nirudi tena kama yule mwalimu ambaye aliingia mara ya kwanza. Sasa hivi tena narudi kwa mwalimu yule wa namba tatu Chando, tuangalie kama kweli sasa hivi ni ni ile mtaaluma ambayo ni S00 namba tatu hapa, alafu password yake ni Chando, sikubadilisha password ni, ni si ambayo ni academic Master. Kwa sasa hivi system imesha mtambua kama mtaaluma wa shule. Mwanzoni alivyoingia hii hapa setting haikuonekana, lakini sasa hivi kashapewa hii panel ya kufanya settings zake yeye kama mtaaluma. Basi naomba tuendelee na tutorial ifuatayo ili tuone settings zake mtaaluma zikoje. Nitaomba tuendelee kuwa pamoja, asante.